Hello, uh, pipo mazuna paka kawaida, so pipo nawapenda sana. Uh, So, my people, without forgetting, na hawa wako sawa zaidi. Kumbuka nilivyomweleza huyu yeah. Nikamwambia yeah. Nimempa kibarua sasa, yeye mwenyewe amponye mwanawe. Eh, si alisema yeye anaweza fanya chenye si naweza fanya hmm. Mama Rose, au kuenda huko uchukue vile vitu ambavyo uliona ni vya maana, ama ufanye jinsi ambavyo hu unafanya Daktari, ni hmm? Yuko wapi ule mwingine yuko wapi? Shikilia mtoto wako asitoroke, akitoroka <laughs> atakuchapa. He, akitoroka atakuchapahata aki tulia, usiwa Rose. Tulia, tulia Rose. Na, ata na wasiwasi awezi akaenda. Msaidie. Wewe muachilie, imesema mwache aendi mbali. Kile kitu nakueleza okay. Skiza hapa chana na mtoto skiza hapa Kile kitu nakueleza ni hivi. Hazienda mbali. Hawezi enda mbali ama nikuache uende umshughulikie sababu una nguvu. Hapana, daktari, nakusikiliza. mbona unakuwa mjeuri sana kwangu? Pole. Pole. Unajua. Pole. hata a nilikuambia mimi nitawashughulikia. It's one of the things that nilitaka kufanya So that you may see what I'm capable of. I'm sorry. Niliona mmekuwa vijeuri. Nimeona. sana. Ndio. Nimeona. Nimeona. Nakuuliza, yule mwingine devu yuko wapi? Hata singeweza kumdhibiti kwa barabara, mm. nilishinda, ikabidi nimemwacha. Ndo alikuwa mwepesi wa kudhibiti, singeweza kumwacha, ningemwachaje daktari? Yule mwingine ulimwacha mtoto wa hmm? mm. kike mdogo hivi utamwacha aje kwa barabara akiwa iko hali kama hiyo. Na akiwaaa ndio maana uh, masii ni najua nikikuelezea kazi yangu, yangu sahihi. Nakwambia wakati na, naanza lini kazi yangu, sianzangi kazi ambayo ni ya kuja inishinde na wakati nampa mtu adabu ambayo amenifika hapa kwa kwako mm. nampatia adabu, anahisi kweli ni adabu, anaweza mm. We usiku yako imekuwa aje? hata alikushinda sikuwa ijo, unaweza niambia plis, najua hata mi mm. okay. sioni ni msamaha tu... gani anaomba hapa. Najua daktari, wala sina haja na mzazi. Bado tu ana kelele sasa, nitazungumza ama utazungumza? Ay, pole, mmenyamaza. Kile kitu nataka nikuambie, mm -hmm. Mimi siku zote napenda sana heshima. Utanisikiza ama utaenda? Achana na Rozi yakwe aezi Unajua, kuna kitu moja nataka nikuambie. Unafurahia oh! kuona eh. Mimi nafurahia mwacha kule, hiyo ni mkate, atamwona tu, haina tatizo, najua daktari nj... wacha ni daktari. Jambo amebeba nini? Kiweke huko, hiyo weka hiyo jiwe chini. Unaona anasikia maneno, mbona unasema asikii? Unajua wewe ndo mwenye, unajua nini umefanya? Sikia ni kueleze jambo eh. wakati na kueleza kitu na kupatia onyo zaidi ya mara mbili, nahitaji ufahamu ya kwamba hatutoshani. Wakati ambapo nakwambia wachana nayo sikiza, na wachane nayo hmm, isifikie mahali ni kama tunabishana hati sasa, tunataka kuona nani ndio nani mimi mpaka masin nazungumza, huyu mama ananiambia atanifanyia makubwa eh? Ayo makubwa ayo makubwa sitafanyia. Kitu cha pili, unamfeva sana huyu mtoto wako, unasema ati huyu ni mtoto wangu. Nimekueleza ninapozungumza nyamaza. Huyu hata ile wakati uliona akimchapa unakumbuka, akikupiga ama hata ukumbuki? Bado nina vidonda na vitaongezeka. Weka hii mawe hapa chini. Hiyo ni, ni, wacha nikueleze jambo. huyu eh? Mm. Mwanao nitamponya ila kwa wakati ambapo nitaona unafaa. Nataka ujifunze zaidi, daktari. Wakati ni sasa. Kitu cha pili nilipokuuliza, no, devu yuko wapi, nilikuwa na sababu. Devu nitamhitaji hapa, kisha utaona mbona namhitaji devu. Ila kwa sasa yule Rozi nitamponya mimi wakati ambapo nitahitaji

Iyo nitamponya eh? Sawa. Please. Nitamponya, umesikia? Asante. Lakini sio leo. Sio leo. Daktari. Nataka nikupe kama siku please, zingine tatu ine. Daktari, nimepiga magoti. I'm humble. Haujapiga magoti I'm

masi mimi nilikuwa ni mwongea na wakina Fred nataka watazame jinsi ambavyo familia imekuwa na jinsi ambavyo inaendelea, tunasema progress of the family ikiongezwa na Queen mother hapa ambaye ameshindwa mpaka kumtibu mwanawe kwao. mm -hmm. Unafikiria mimi nimeona watu wangapi wajeuri mpaka hmm? Unafikia nnaden... mahali kiwango, unanitishia mimi, yeye anajua wenye nimefanya. Sasa hii sio kazi ya shetani, hiyo ni kazi ya mikono yangu eh? Yako labda ndo ya shetani. Kwanini naniomba msamaha kwa vitu nilisema vitu gani hizo zenye zilikuudhi zenye zimefanya mpaka tukakuwa, yes, hivi kiburi for everything. Unaona, unaona, unaona jinsi hiyo alivyo, hivyo ndivyo ulikuwa. Nilitaka nikurekebishe wewe, ili uwe na wakati mgumu sasa kumlea mwanao. Mwanao atakuwa sawa, atapona, ila sio leo wala kesho. Ni mimi nitaamua, acha nikwambie, unaona hata, sikiza sikiza, nikueleze like, nyamaza, nazungumza. Unaona hata Masi akaniambia, hiyo ni yangu personal, sio ya Masi. Hata akaniambia saizi siwezi nikamrekebisha yule. Kwa hivyo ni unyamaza, utulie, siku ikifika, mimi mwenyewe nitamshughulikia. Hata kwa sasa nafikiria kumwongezea dosi kidogo, daktari, nafikiria kumwongezea kuja hapa Rozy mwenzako daktari. Huyu anasema huyu ni mtoto mwenzako. Mimi natoshana na Rozi. Ni mtoto mwenzako. Mimi hata ni rika yako wewe. Sawa, ni mtoto bas, ni mtoto basi ni mtoto wa mwanadamu kama wewe. Mwanadamu kama Bobi. Hakuna mtoto wa mnyama. Watoto wote ni wa wanadamu. Wanadamu ndio wanazaa wanadamu. Hakuna siku mwanadamu atazaa ndama ama kifaranga, waelewa? Kwa hivyo watoto wanamhitaji, daktari. Hivyo nafurahia huyu hapa ni nado please I mm. I can't can't give them them what she gives them. Mm. I can't be like her. Like her watoto wanahitaji mama yao, please mm. Doctuary, please daktari for the the sake of the children. Sasa ona wote, baba yao watoto ndo huyo hatujui, hata kwenye yako aliponyoka tu kwa barabara akaenda ndo huyu tena, Rose yuko hapa shughuli. Sasa wacha nikuulize swali, nikuulize swali, Kamila yuko wapi? Sijui. Haujui? Na alafu unajiita mzazi kisha unaniambia nionee hiyo huruma kama mzazi mzaziwee, unajiita mzazi, hauelewi mwanao yuko wapi? Na wewe ni mzazi na hauelewi na unaniambia wewe? Mama, nikuulize wewe, uko serious kweli na maisha yako nao watoto wako hawa Look at wacha nikueleze, naomba indipende. Unyamaze, ni wakati wangu wa kuongea huyu <laughs> <Wale. laughs> mtoto unajisikia aje unapomfunza ushirikina eh? unasikia aje unapofunza mtoto mpaka kuua kwa uo umri wewe, wakati ulifikia umri, kitu ambacho nataka kukuambia kama unapenda watoto wako ungeanzia kwa kawami mimi nione, ndo tufike hapo, uanze kuniambia mambo ya eh tena mtoto ashughulike, ni unamsumbulia, amtaelewa hilo, wala nalijua mimi, hata mama yake anashtuka. Usishtuke, usishtuke, wala mambo yajakamilika, wala ajak... mambo bado. Wacha kulalamika ama kuongea zaidi, mambo bado. Sasa unaona huyu masi huyu kabla atoke hapa, na pesa ya Fred, atakuwa amenyoroka anajenga ghorofa na pesa ya mm, Fred. Mm, unajenga ghorofa na pesa unasikia? Mm, mm. Umefunza mtoto roho mbaya. Umefunza mtoto kuchukia. Sikiza, sikiza, ni kuambia makosa yako. Masi huyu mpaka amefunza mtoto wake kuchukia dadake dada yake ambaye umezaliwa na wewe, unafunza mtoto kuchukia dadake. Wewe huoni kama ni aibu? Nitarekebisha nini ambayo yalishamu? Sijui kama inajenga chuki. Nitarekebisha daktari, wacha nikupe, wacha nikusikiza. Sijui kama unajisikia, sijui kama unajisikia. Umejengeka ni first floor ama unajenga gorofa? Jenga gorofa watoto, watoto mimi usiniangalie na huruma wala kunifuata. Sikiza, mimi hata sifanyi kwa sababu yako oh, ama sababu ya watoto wake. Mimi nataka pia, akishakuwa sawa, akutu na heshima kadogo kwangu. Atakuwa nayo. Nitamsikiza. Najua masi hata nikistaajabu ni nikuambie, oh, unaona huyu hapa ananyenyekea tu kwa sababu kwa sababu anataka mtoto awe sawa sawa. Ndio no, maana nimesema huyu harudi sai. Hata akavaa kama malaika, roho yenyewe nyeusi, roho nyeusi kama hii I'm mikono yangu. Usija ukajisifu, wacha wanaokutazama wakusifu. Nimebadilika masi I'm please, please. Nimekwambia hata Masi no, akazungumza. Mimi siezi siezi, hapa mtaniheshimu. Mnajua nyinyi ni wale wale mama ambao mnaona ma tu hapa mwoni pale, please. Mbele mnaona tu hapa acha, acha nikuulize, watoto wao wakue wakubwa, wajue mama yetu ndio aliyepanga, mpaka hata kumwangamiza mama yetu mdogo ama mama yetu mkubwa ambaye ni Kamila wale watoto wanamjua Kamila kama anti yao. Narekebisha kila kitu. Sikiza, nazungumza. Oh, rekebisha yeye basi. Aa, nitarekebisha. Nasema ukimponya hata tabia, kila kitu, everything will change. Wacha nizungumze kama si bado iko hai kweli. Tunajua mipango, nani alikalia, nani alichea kama mwenyekiti wa kuangamiza Kami. Nataka uzungumza sababu ya huyu na muda unaendelea kuenda na akapita siku mbili, anabakia hivi milele daktari. Kumbuka hii ni siku ya mwisho, ilikuwa jana, tuko leo kukua. Kami, Kami, ulitaka mtoto kufanya a, a. Swali ni je, ni wewe ndiye ulihusika katika mipango ya mwanao ni Rose? <laughs> sababu ayuko sawa. Unasema ni yeye, kwa hivyo yeye alikuja akakuambia nataka kuangamiza na, naongelelea kupanga. Utazungumza ukweli ama ni kuacha na tabu zako? ah, nitasema nitaongea. Zungumza, nani aliye panga mipango ya kumwangamiza Kami ambaye hakuaga dunia? Nani alipanga masai wa Kikuyu? Mm. Daktari alikuwa muuliza ni Rose alipanga. Unajua basi hapa ni kama tunaonekana. Kama hivi ni Rose. Tunaonekana tunakuwa watoto wajinga ambao tumekuja hapa kucheza. Hatujakuja hapa tukufurahisha wanaotazama wa kisha tuende. Ni Rose. Ni na mimi sifurahi si, si, si nasimama hapa kila wakati kuniharibia wakati wangu. Niko na vitu vya kufanya mingi sana. Wala. Leo usiku inafaa nitembee nitaka kuenda mpaka Ustasi Uganda. Naomba unisikize eh? Naomba unisikize. Na unijibu kwa umakini zaidi. Nataka uniambie nani alihusika kupanga kifo cha Kami ambayo hakuaga, lakini kilikuwa kimepangwa na mipango ikafeli. Wachana huyu anajenga nyumba. mm -hmm. Nani yeah. alihusika haujui? aho wewe, wewe wewe hauna au, au kukua na chochote kufaa kuhusu okay, like you had nothing to do no, with that eh? Kitu cha pili that. Tukumbuke Bob alitekwa nyara. Hmm. Nani alihusika? sio mimi, sio oh, wewe very They're nice it's not me. Kitu cha tatu tukumbuke Kamili alitekwa nyara. It was not. Ndo mlisema mmepata, si namsaidia, mkasema pia nampea sijui sumu. Sasa hivyo vitu vyote wewe hauelewi vinatokea wapi. Sielewi daktari, sielewi. It's not us. Si mimi. mm. Masi, unajua ndo naskianga unajaribu kukua mzuri, lakini bado nitakula nishikie vizuri mm, nitakula unajua unafika mahali unafanya vitu utamsaidia vitu, si kukula nataka, hata usikia na test yaje. Aya, nisikize na tuelewane kama watu wakubwa hapa. Sisi ni watu ambao tunataka vitu straightforward. Mimi napaka mtu, nikimwongelesha swali anajibu jibu venye nataka. Umesema hukuhusika kupanga kifo cha kambi, hukuhusika katika utekaji nyara wake wala pia ukuhusika katika utekaji nyara wa Bobi. Unatuona aje? Yani huyu anamaanisha masi, huyu alipanga kitu mpaka kwa nyumba yake, na yeye hakujua, hata siko kwa ya Bobi naongeleza mwanao. Kisha eti kafikia wakati kakuja, ukaambiwa iko hivi na hivi, alafu kasema ni sawa. Unatubeba aje? katika hali ya utani tunasema natubeba ufala, hiyo ni hali ya utani mnatumianga huku. Mwanao mwema hapa huyu, so, ni mwanangu akule, kuona anyanganya mkate wangu, anatupa haki. Hizi vitu zitamjia kwa appendix daktari long. Imagine hivi ndo vitu amekuwa kikula At oh, hakuli chochote, anakula hapa ituebunin unakula mama ndio oh, hiyo mm, kula weka ni mbaya mbaya gani wewe? Ca mtoto akule sasa, unaona hiyo hiyo ndo inaitwa ulezi. Hiyo unafanya ni ulezi sasa, uh, si yeah. And I like the fact <laughs> the way you are really begging and pleading, our own babies, surely. Yeah. Kazana, nitarudi siku ingine. Kazana. Leo si siku. Siku itafika, nitamrejesha huyu. Ila kwa sasa we, libidi yako <laughs> <laughs> yeah.